Wito huo umetolewa jijini hapa na kamishina wa bima Dkt Baghayo Saqware wakati akifungua mafunzo ya wahariri wa habari Tanzania kuhusu masuala ya bima na umuhimu wa taarifa ya soko la bima. Mna jukumu la kusaisha dhana potofu. Kwa muda mrefu kumekuwa na dhana zisizo sahihi kuhusu bima. Kwa mfano, kuna watu wanaamini kwamba bima ni kwa ajili ya matajiri, hii dhana ambayo vyombo vya habari. Hii ni changamoto ambayo vyombo vya habari inaweza kutusaidia. Bima ni kwa ajili ya kila mtu mwenye mali, mwenye kuhitaji afya yake, lakini mwenye biashara, unatakiwa kukinga mali yako, kukinga afya yako na kulinda biashara zako kupitia mfumo wa bima. Na mali ni kuanzia kitu kidogo, iwe ni baiskeli mtambo, pikipiki vyombo vya uzalishaji, na vitu kama hivyo. Vyote hivyo vinaweza kupatiwa bima, kwayo bima si ya matajiri. Dhana hii potofu tunatakiwa tusaidiane, vyombo vya habari tu irekebishe. Kuna dhana potofu vile vile ya kwamba bima inachelewesha malipo. Kwa asilimia 95 bima inalipa kwa wakati na kwa usahihi. Kuna matatizo kwenye asilimia tano ambayo yanahitaji kuelezewa vizuri. Mengine yanaweza kuwa yamesababishwa na mwenye kudai, kwa maana ya kushindwa kuleta ushahidi. Mengine yanaweza kusababishwa na kampuni yenyewe kuwa na matatizo, ambayo ni matatizo ambayo tukishirikiana tunaweza kusahihisha. Tusipotee, tusipotoshe. Kwa ujumla, kuna dhana potofu vile vile kwamba bima ni gharama sana. Kuna bima za gharama ndogo sana na zenye manufaa makubwa, bima za afya, bima za mali, bima za majengo sio gharama sana. Tukiweza kupata wanahabari ambao watatafsiri gharama za bima na kuelezea wananchi, tunaweza kuondoa namna hiyo. Kwa upande wake msuluhishi wa migogoro ya bima Tanzania kutoka ofisi ya usuluhishi wa migogoro Tanzania TIO, Margaret Mngumi, anaeleza kuwa TIO imekuwa kiungo muhimu kati ya wananchi, kampuni za bima na serikali, na imechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika utatuzi wa migogoro ya bima hapa nchini, huku akielezea lengo kuu la uwepo wa mafunzo hayo kuwa ni eka misingi imara wa ushirikiano kati ya TIO na vyombo vya habari. Kuu la uwepo wetu hapa leo pamoja nanyi, sisi TIO, pamoja nanyi wahariri wa habari ni, ni moja kuweka msingi imara wa ushirikiano kati ya TIO na vyombo vya habari au kwa lugha nyepesi, tunataka kujenga Tanzania yenye uelewa mpana zaidi kuhusu haki, wajibu na taratibu za kudai fidia ya bima bima. Vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kufikisha elimu sahihi kwa wananchi kuhusu hatua za kudai fidia ya bima, kusaidia kupunguza malalamiko yasiyo na msingi kwa kutoa taarifa sahihi, kuelimisha umma dhidi ya udanganyifu wa madai ya fidia ya bima insurance fraud na kuimarisha uwajibikaji wa kampuni za bima kupitia uandishi wa uwazi na wa haki. TIO inatambua nguvu mlizonazo na tungependa leo tuanzishe ukurasa mpya wa ushirikiano. Wakizungumza kwa, ma... kwa... wakizungumza kwa nyakati tofauti, washiriki wa mafunzo hayo ambao ni walili kutoka vyombo mbalimbali hapa nchini wamesema uwepo wa mafunzo hayo yanaenda kuleta tija kwao hasa katika kutoa elimu juu ya bima ambazo zitakuwa na manufaa kwa jamii. Swala la bima ya afya ni swala la msingi sana, na tuliona sisi Tanzania sio wa kwanza katika nchi zilizoendelea maisha ili huyo yaweze kuwa bora kabisa, kila mwananchi ana bima ya, ya afya. Marekani, pamoja na kupata uhuru miaka mingi sana, walichelewa kuhakikisha wanakuwa na bima ya afya kwa kila mwananchi mpaka Obama alipoingia madarakani mwaka elfu mbili na nane. Ndio sisi kazi yetu ya msingi bado iko pale pale, kwamba tunapata taarifa tunazifikisha kwa wananchi kupitia vyombo vya habari. Ukianza kumuelimisha yule mtu wa habari itasaidia pia kwa wale ambao wanapokea ile habari kuweza kuilewa habari hiyo kwa uzuri zaidi. Asipoelewa yeye vizuri, maanake kwamba hata umma pia ataupotosha. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ambalo TIRA wamefanya na kuweza kutoa hii elimu hasa kwa hawa wahariri wa wa habari maarifa, lakini tunakumbuka wajibu wetu kwamba lazima sasa tuanze kujikita kuliangalia hili eneo kwa jicho la tofauti na ukiangalia bima inashabihisha ama inachechemua moja kwa moja masuala mazima ya maendeleo ya nchi. Pale ambapo mtu anapata bima kwa ajili labda ya mali zake ama afya yake, moja kwa moja huyu mtu anakuwa yuko salama pale ambapo pengine majanga yanatokea, ama ajali itamkuta ama atapata labda afya kutetereka. Hata hivyo kupitia majadiliano kama hayo, kunaweza kujenga taifa lenye uelewa mpana wa bima, kuongeza matumizi ya huduma hizi, na hatimaye kuimarisha ustawi wa wananchi.